Diamond Platnumz ameonyesha kukasirishwa sana na kuumizwa sana kwa kiasi kikubwa na kitendo ambacho ameweza kukifanya mtoto wake kwa maana ya Tiffah. Baada ya mtoto huyu kuweza kuposti picha katika ukurasa wake wa Snapchat kwa mara nyingine tena akiwa na kimvulana kile kile ambacho mara ya kwanza nilikuleta video hapa ilionyesha Tifa alikuwa amemposti. Amu hiyo amemposti wakiwa pamoja wakiwa wanaangalia vitu kwenye simu. Nitakuonyesha picha hapa kwenye screen uweze kuiona. Lakini pia Diamond Platinum ameweza kutoa kauli nzito kuhusiana na hiki ambacho mwanaye Tifa ameweza kukionyesha katika umri mdogo kabisa, huku ikifuatiwa na lawama kubwa ambayo ameweza kumpelekea na kumwangushia Bali baada ya lile onyo ambalo alikuwa amempa kwamba huyu mtoto asipewe uhuru wa asilimia kubwa kabisa, kwa sababu bado ni mdogo, halafu katika umri uliopo ni umri ambao oni, katika umri aliyopo huyu mtoto ni umri ambao Uh, anaovuka utoto na kuelekea ukubwa so, kuna changamoto nyingi sana ambazo lazima atakutana nazo katika umri huu hapa hivi. Hivyo malezi ya mzazi yanahitajika kuwa makubwa zaidi na uangalizi, ili mwisho wa siku asiweze kuharibika katika hiki kipindi ambacho huyu mtoto anachungwa. Sasa before sijakupa hii update kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz ameonyesha kukasirishwa kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia Zari ameonekana kumfokea huyu mtoto wake, kitu ambacho imeonyesha ni jinsi gani ambavyo wazazi wake wote hawa wawili hawajaweza kufurahishwa na hiki kitu ambacho ameweza kukifanya. Naomba nikukumbushe kwamba kabla sijakupa hii taarifa hapa, ndo mahali pekee ambapo utakuwa unapata updates nyingi sana kuhusiana na stories zote ambazo pengine unaweza ukawa hujasikia mahali popote pale. Kwa hiyo pointi msingi, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapa chini ya ya hii hii video video video, baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniacha maoni yako kutokana na na kila ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa hapa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Gabi Official kama nilivyoweza kukwambia tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kweli halisi juu ya kila ambacho Diamond Platinumz ni kama vile kwa sasa hivi ameweza kugeuka. Ikumbukwe ni muda mfupi tu tangu Diamond Platinumz alivyoweza kutoa ile kauli ya kwamba vijana wa hovyo wakae mbali sana na na na mtoto wake Tifa, na kwa yote, Tifa akasema kwamba kwa yeyote ambaye atajaribu kumgusa Tifa basi atapigwa na shoti ya umeme kwa maana anasema kwamba Tiffah ni moto wa kuotea mbali, lakini pia huyu ni malkia ama, tunaita yes, ni mtoto wa malkia ambaye hapaswi kuguswa, kwa sababu ana malengo naye makubwa. Lakini watu reaction yao ilikuwaga ni tofauti kabisa baada ya kusema kwamba huyu naye ataweza kufanyiwa kama kile ambacho baba yake alikuwa anawafanyia, uh, wanawake wengine, kwa sababu tunafahamu Diamond ni mtu wa totos na vitu kama hivyo. So watu walireact sana kwenye ile kauli ambayo Diamond alishaje kuisema hivyo. This time around tumekuja kuona kile ambacho Tiffah ameweza kukifanya na kimeshtua wengi sana lakini, pia wengine wamepongeza kwamba inaonyesha sasa kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, kwamba kila alichokuwa anakifanya baba yake basi na mtoto wake lazima akifanye. So Tiffah bwana, ameposti hiyo picha ambayo unaiona kwenye screen yako hapo. Ni picha ambayo inaonekana yeye pamoja na hako kama jamaa, sio alikuwa anaangalia simu na vitu kama hivyo. Hako kama jamaa kama unakumbuka nilikuletea kwenye video iliyopita, alikuwa ameposti, ila alikuwa amekaa kwenye gari na akasema kwamba huyu ni bebi wangu, lakini Zari alikuja active vibaya sana, Diamond kusema chochote this time tena. Huyu mtoto amekuja akaposti hiyo picha ambayo walikuwa wanaonekana kwa pamoja hajaandika chochote kitu. Sasa Diamond Platinumz, kwanza kabisa, amekuja kutupa lawama kwa Zari na kusema kwamba ni kama vile anampa uhuru wa asilimia kubwa sana yani, licha ya yeye kumwambia Zari kwamba simpe huyu mtoto uhuru uh, wa kutumia simu sana, lakini bado imekuwa ni kama vile ngoma ngumu, na Tiffah amekuwa akitumia simu kwa kiasi kikubwa zaidi, kitu ambacho kinamwathili, na pengine hata hao ambao anakutana nao wanakutana nao na kupitia simu. Na ametoa onyo la kwamba huyu mtoto apokonywa simu na asitumie simu tena wala asijihusishe na mitandao ya kijamii, yani akaunti zake zote ziwe under control ya mtu maalum, ambaye atakuwa anaweza kujua, ana manage kitu gani ambacho kitakuwa kinapostiwa kwenye hizo account. Lakini pia ameonyesha kuchukizwa sana pamoja na kuumizwa na ile tukio ambalo kwake ni aibu kubwa sana, kwamba mtoto wake ikiwa kama ni first born, lakini pia mtoto wa kike pekee ambaye Diamond Platnumz alikuwa anamtegemea anaanza kuharibika mapema hivi. Na vitu kama hivyo mengi yamezungumzwa, lakini pia Zari ameonekana kukasirishwa pia na hiki ambacho mtoto wake ameweza kukifanya. Anyway, ni mapema sana kwa Tiffah kuweza kufanya kitu kama hiki hapa hivi. Pengine angekuwa na miaka 18, 19 ingekuwa at least. Lakini maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Unadhani ni kwamba anafuata nyayo za baba yake au anakengeuka tu kutokana na uhuru ambao anazidi kupewa huyu mtoto wa kike? Tuambie kwenye comment section lakini muhimu zaidi tu usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.